Kuzinduliwa kwa nyumba za serikali za Boma Yangu katika mtaa wa Mukuru hapa Nairobi kumeibua matumaini mapya kwa mamia ya wakaazi walionufaika na nyumba hizo. Kwa baadhi ya wakazi hawa, sura mpya ya nyumba hizi imetoa taswira tofauti kabisa ya makao yao ya zamani. Ben Kirui alirejea Mukuru na kukutana na baadhi ya wakazi waliohamia nyumba hizo, na anatuchorea taswira ya hali ilivyo na ilivyokuwa awali kwa mwendo wa aste aste aste... Penina Ndegi anatembea kutoka nyumba yake mpya ya boma yangu kuelekea kwake zamani mtaani Marigoini eneo la Mukuru. Yuko hapa kwa harakati za mwisho kuhamia makao mapya yaliyozinduliwa wiki jana na Rais William Ruto. Anatazama makao aliyoishi kwa miaka ishirini. Hapa vitu vimetapakaa kila mahali pa, ya hapa lazima nirundi pale, ni bazuri sana kurara hapo. Unaona, unarara ukiwa poa. Kwa hamu na gamu amekuwa akisubiri kuhama mahala hapa, na wakati ulipowadia ikawa kama ndoto kwake. Maisha ilikuwa si mzuri juu ya kuwa, mvua ukinyesha, maji inaingia e, moto usiku. Hata ukienda mahali hivi unaenda ukiwa na wasiwasi, ndio unaeza sikia kumetokea moto anapohama anawaacha nyumba majirani zake. watoka ni Tokyo wa miaka ishirini aliyoishi hapa. rafiki ya Stela Kinya anasubiri nyumba zaidi kukamilika. Ile kitu imefanya sijaweza kuama mimi, nakuanga na familia, nikonaka familia kakubwa, but hiyo nyumba nismati sana. Haya ni maisha ya hadhi ambayo mamia ya wamiliki wapya wa nyumba hizi wamekuwa wakiyatamani kwa muda waki mrefu, mwanzo mpya ulio tofauti kabisa na maisha magumu waliokuwa wakiishi katika mitaa ya mabanda. Ndani ya nyumba hizi mpya Penina Ndegi hajaacha kutabasamu, uso wake ukiashiria raha na starehe ambayo kwa kawaida imekuwa adimu sana. Jumatano hii ni siku yake ya pili. hapa hapa nililala, nikafurahia sana, hata usingizi nikapata msuri sana, kule sikuwa napata usingizi. Aidha baadhi ya wakazi hawa wanakabiliwa na changamoto ya nafasi, hasa wale walio na familia pana, kama vile Neomi Njeri. mafikirio yangu ilikuwa niyo, ni hiyo juu nyumba ni ndogo, hatuwezi toshea na gift juu lala hapa juu, na mimi tulale hapa na babake. Unaweza badilisha upate nyumba iko kubwa, ama pia unaweza kuwa ulikuwa umepata nyumba kubwa na mambo, labda maisha imejakupeleka vizuri sana ama umepeleka familia nyumbani, umeamua uko huku peke yako ukifanya kazi, unataka nyumba ndogo, pia unaweza badilisha. Kwa sasa wakazi hawa wanatabasamu wanapoanza maisha upya, waliosalia wakiwa na hamu ya kuonja maisha haya ya hadhi. Ben Kirui runinga ya Citizen